Siasa ambapo chama cha United Progressive Alliance UPA kimefanyia katiba yake marekebisho na kujumuisha kipengee kuhusu wanawake na vijana kwa madhumuni ya kujiongezea umaarufu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mkutano wa pamoja wa baraza kuu na wajumbe wa kitaifa uliazimia kuwasilisha mabadiliko hayo kwa msajili wa vyama vya kisiasa ili yaidhinishwe kabla ya katiba hiyo kuzinduliwa rasmi. Marekebisho ya katiba ya chama cha United Progressive Alliance yanajiri kufuatia azimio lake la kumuunga mkono aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Dr Fred Matiang'i iwapo atadhamiria kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kiongozi wa chama hicho aliyepia gavana wa kaunti ya Nyamira, Amos Nyaribo, amesema marekebisho hayo yananuia kuimarisha ujumuishaji na uwakilishi. Kupitisha yale tulitaka kupitisha na tunachukua kwa registra, akiapprove to launch officially today is to align ourselves to the needs of Kenyans, and number one we have changed our constitution, vipengele fulani ambavyo tunafikiri vinafaa kuongeza the youth into the system, ongeza wamama na wale ambao wanaishi na uremavu. Kwingineko Wafuasi wa chama cha ODM katika eneo la Navaholo, kaunti ya Kakamega, wakiongozwa na mbunge Emmanuel Wangwe wamekariri nia ya yao ya kumuunga mkono aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ikiwa atawania urais mwaka wa 2027. Akisimama, uamuzi utakuwa ni wake. Sisi ni wanajeshi wake, na mwanajeshi haulizi baba yake unaenda wapi, anapewa amri. Kwa hivyo, hiye itakuwa amri kwamba huo ndio mwelekeo wetu. Wangwe pia alimtetea Spika wa Bunge la Taifa Moses Otangula kutokana na mito ya kujiuzulu kama hata vunja chama cha Ford Kenya.